Uh, ndugu waandishi wa habari, awali ya yote ni washukuru kwa kuitikia wito wetu, japo kuwa muda ulikuwa ni mfupi sana, lakini tunaona namna ambavyo mmekuja kwa wingi sana kutusikiliza. Ninaitwa Nabii Onesimo Jackson kutoka Dar es Salaam, ni mtoto wa Jeremiah Omoto Fufain kutoka Nigeria, nikiwa hapa kwa niaba pia ya Baraza la Makanisa ya Kitume na Kinabii nchini Tanzania, chini ya rais wetu wa Kitume na Kinabii Joshua Ara Mwantiara. Uh, tunalo jambo kubwa ambalo linakwenda kutokea hapa Arusha ambalo pengine kwa namna moja au nyingine halijawahi kutokea. Ni jambo la kiroho, jambo la kimungu, jambo ambalo linakwenda kuponya nafsi za watu. Ah, tuna mtumishi wa Mungu kutoka Nigeria anayeitwa Jeremiah Omoto Fufein ambaye atafika hapa Arusha tarehe ishirini na mbili mwezi wa tano mpaka tarehe ishirini na tano mwezi wa tano. Ni mtumishi wa Mungu ambaye amepakwa mafuta na Bwana, ni mtoto wa nabii TB Joshua ambaye alimpaka mafuta na kumwachia kijiti. Eh, naweza nikasema ni kama Joshua na Musa. Kwa hiyo amekuwa akifanya mambo makubwa makubwa sana, amepewa neema ya kuponya amepewa neema ya kuwavusha watu, amepewa neema ya kufanya miujiza. Na kama kuna jambo lolote ambalo limekuwa likiwa ni kikwazo kwenye maisha yako, maumivu ya aina yoyote yaliyo nyuma ya kazi yako, nyuma ya ugonjwa ulionao, nyuma ya huduma ulionayo, nyuma ya biashara, mkono wa maumivu ulionao, mtumishi wa Mungu amekuja na mafuta makubwa kwa ajili ya yeye kukutoa kwenye shimo ramaumivu ulionayo usikose mpendwa, mahali kokote ulipo. Karibuni, niwakaribishe watu wote wa viunga vyote katika mji wetu wa Arusha, na tunafahamu ya kwamba Arusha ni watu ambao wanampenda Mungu sana, ni watu ambao ah, ndani yao wana Mungu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu atakuwa mahali hapa na atakuwa akiombea taifa kuelekea uchaguzi, ili uchaguzi wetu uweze kuwa wa amani katika nchi yetu. Karibuni sana. Aa, mkutano, kongamano hili litafanyika katika viwanja vya Eden Garden Njiro, na utafanyika kwa muda wa siku nne ambapo itaanza tarehe 22 mwezi wa tano mpaka tarehe 25 mwezi wa tano. Habari za leo ndugu waandishi wa habari, naitwa Dr. Olivia, ni mwanzilishi na kiongozi wa makanisa ya Repohim Tanzania Dar es Salaam. Siku ya leo ninalo neno kwa taifa, kwa wenyeji wa Arusha, kwa watu wote wenye mapenzi mema na nchi yetu ya Tanzania. Tutakuwa na kongamano kubwa la kitume na kinabii, katika mwendelezo wa makongamano tofauti tofauti ya kuliombea taifa letu kuanzia mheshimiwa rais wetu mpaka mjumbe wa nyumba kumi kumi. Na bado mwaka huu tunajua kabisa tunao uchaguzi mkuu, kwa katika mwendelezo wa maombi ya kitaifa. Mungu ametupa neema tena ya kuwa na mtumishi wa Mungu uh, Jeremiah Omoto all the way from Nigeria kwa ajili ya kutamka neno kwa ajili ya nchi yetu. Aa, ni umoja wa makanisa ya kitume na kinabii, lakini zaidi sana chini ya mbaba yetu mlezi aa, Dr. Dunstan Maboya ambaye amekuwa akifanya makongamano akileta watumishi kutoka sehemu mbalimbali vile roho ya Mungu anavyomwongoza na sasa, ni wakati wa wewe unayetazama ujumbe huu kuchukua hatua ya imani kwa sababu yule Yesu aliyemfufua Lazaro hata sasa bado anatenda kazi. Wagonjwa, watu wenye shida, watu na siasa, madaktari, watu wa taasisi tofauti tofauti, karibuni sana Arusha. Arusha kama ambavyo tumejua, ni kitovu cha amani, ni mji ambao Bwana aliubariki, na tuna madini ambayo hakuna katika ulimwengu mzima, madini ya Tanzanite. Kwao niko hapa kukukaribisha Watu wa dini zote, rangi zote, mataifa yote, uh, East Africa. Jeremiah Omoto atakuwa Tanzania hapa, uh, Arusha. I know that you are going through a lot, you just come by faith and God is going to do something in your life. Tunawakaribisha watu wa dini zote, watu wa rika zote, wa rangi zote, wa mataifa yote. Mungu ameikumbuka Tanzania, Mungu ameikumbuka tena Arusha, na bado tunaendelea kuiombea nchi yetu iweze kuwa na amani, na nina uhakika wewe uliyesikiliza huu ujumbe utakuja, utahamasisha mtu mmoja aje kufunguliwa. Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea mimi, Mungu nitaiponya nchi. Nchi yetu inaenda kuponywa, mipaka yetu ya Tanzania itaombewa, na huyu mtumishi wa Mungu amesaidia mataifa, ametabiri, amefanya kazi kubwa, na Mungu amempa neema ya kuja Arusha. Karibu sana na Mungu akubariki. Cha kwanza, mahali popote anapokuwa mtumishi wa Mungu, amebeba neno la uponyaji, amebeba amani, amebeba kufunguliwa Watu wote waliotumiwa wafalme ama watumishi wa Mungu walitoka katika shida zao na matatizo yao. Kwa hiyo kuna ishara na maajabu, kuna uponyaji usoko wa kawaida, kuna, kuna matamko ya kinabii ambayo yatabadilisha maisha yako. Umekwama katika eneo lolote, toka kwenye hiyo dini yako, toka kwenye hiyo taasisi yako. Mungu ni Mungu na yeye ni Mungu moto ulao, na mara zote anapomtuma mtumishi kuna neno kwa ajili ya maisha yako. Asante sana waandishi wa habari, kwa majina naitwa Mtume Paulo Chiza toka jijini Arusha, Tanzania. Nataka kuambia watu wa Arusha jambo hili sio la kukosa, na shughuli inaanza saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni. Ni wapi? Ni hapo Njiro, ukiwa watu wa maaisi za kwenda Njiro wanakushushia hapo kwenye sheli ya Puma barabara utaona ya lami ni mbele kidogo tu ahitaji mita mia utakuwa umefika. Lakini kuna watu ambao wako wa Nairobi, wa Kenya, Burundi, Kongo, ni karibu kabisa, tunawaalika, sio ya kukosa. Mungu akitaka kuiponya nchi anamtuma nabii, na Mungu ametuletea nabii katika jiji la Arusha. Ni mara ya kwanza Arusha kumpokea nabii wa kimataifa kuja kwenye ardhi yetu. Kwao tunawaalika, msikose, msikose. Asante sana. Asanteni sana ndugu zangu waandishi wa habari, mwisho kabisa a, nipende kusisitiza kwamba kongamano letu ni tarehe 22 mwezi wa tano mpaka tarehe 25 mwezi wa tano siku ya Alhamis saa kumi na mbili alfajiri ndipo tutakapoanza kongamano letu na mahali ni pale Eden Garden Njiro. Unapanda haisi kutoka maeneo mbalimbali, unashuka kituo cha BP, utatembea mwendo kidogo tu, mkono wako wa kushoto basi, utakutana na bango kubwa pale na, na watendakazi ambao watakuelekeza mahali ambapo kongamano letu lipo. Lakini kwa zaidi ya mawasiliano, unaweza ukatupigia simu sifuri Saba, moja, saba kumi na tatu themanini, tisini na tisa. Narudia tena sifuri, saba, moja, saba kumi na tatu themanini, tisini na tisa. Au ukapiga simu sifuri, saba, nne, zero, thelathini na tisa, arobaini na mbili, sifuri, tano. Narudia tena 0740394205. Mungu wa mbingu wabariki sana. Nitafurahi kukuona wewe unayenitazama, karibu sana. Jehova akutendee in Jesus mighty name. Amen.